Ni kweli amekosa goli na ame to disappoint na kuwa disappoint wanasimba wengi eh, ni goli ambalo kila mtu anaamini angefunga. Unajua, Jean Charles Ahoua ana uwezo mkubwa yani, ingekuwa ni mchezaji mwingine pengine watu wasinge, wasinge, wasingekasirika sana, wasingechukia ama wasingeumia sana lakini watu wanaamini Jean Charles Ahoua ile sehemu alistahili kufunga kwa sababu ya ubora wake. Unajua saa nyingine e, ubora wako ndio unaweza ukakuhukumu. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua ubora wake ndio ambao unamhukumu. Watu wanaamini kabisa, yaani wewe Jean Ahoua kwa ubora uliokuwa nao hapo ungeweza kufunga. Kama uliweza kufunga goli kutoka a far distance, ukapiga mkwaju ukaenda moja kwa moja kunyavu, unakosaje hapa wewe na goli? Kwa hiyo ndio hukumu ambayo anaipitia Jean Charles Ahoua. Lakini yote kwa yote ni makosa kwenye mpira, kwenye mpira wa miguu wako top players ambao wamewahi kukosa tena a very clear chance kuliko ile, kuliko taile ya Jean Charles Ahoua sasa hatuna sababu ya kumsoma ngila muhimu, tumtie kumsoma ngila ni e, na Kiswahili kumsoma ngila yaani hivyo e, yaani e, ya, yani kuna nini? Hakuna sababu ya kumzongazonga kufanyafanyaje, ni kosa, bahati mbaya hata yeye tena pengine yeye alikuwa na hitaji zaidi hilo goli kuliko mtu mwingine yeyote yule, lakini bahati mbaya haijakuwa vile ambavyo ilivyopangwa kuwa. Yote kwa yote, hatuna budi sisi kama wanasimba kusimama nyuma ya kijana wetu eh, Jean Charles Ahoua kwa sababu ukiendelea kumzodoa alafu siku saba zijazo unamtaka una, una huyo Jean Charles Ahoua aende akakufungia magoli ya kukupeleka fainali, unakuwa unajiumiza una, una, una mwenyewe. Kwa hiyo tumpe moyo, tumambia kwamba unaweza ukafunga tena, na tunakutaka ukafunge tena ili apate courage ya kwenda kutupigania. Tunamhitaji sana Jean Charles Ahoua katika mechi ya fainali. Mimi ninachojua tunafuzu, yaani hicho ndicho ambacho mimi najua tunafuzu safari hii Simba Sports Club. E, tumebakisha safari moja ya kutumia Terminal 3 msimu huu, tumebakisha safari moja ya kutumia terminal yetu hapa ambayo itakuwa ni safari ya fainali na sio mbali hapo, ni mwezi wa tano. Mwenyezi Mungu atupe uhai. Sasa tunafuzu kwa namna gani? Hilo namwachia mwalimu Fadlu na vijana wake Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua alilolifunga, ah, dakika ya 44 ya kipindi cha kwanza likadumu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa dakika zote likatupeleka fainali. Sijui mmenielewe. Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua likadumu ndani ya muda wa siku saba peke yake likatupeleka fainali. Inawezekana kwa maana kule mechi ikaisha bila bila